Serikali ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya imeendelea kutoa vipaumbele katika kuimarisha sekta ya afya kwa kuhakikisha mahitaji ya msingi ya afya yanaendana na mpango kazi wa Shirika la Afya Duniani WHO. Hatua hii inalenga kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa mipango ya pamoja kati ya serikali na shirika hilo la kimataifa. Akizungumza katika mkutano wa mashirikiano wa Wizara ya Afya na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO wa kujadili vipaumbele vya afya Zanzibar. Msimamizi wa ofisi ya WHO Zanzibar, Dr. Nemes Iria, amesema kwa kawaida mpango kazi wa WHO huandaliwa kwa ushirikiano wa karibu na serikali za nchi wanachama ili kuhakikisha mipango hiyo inaendana na vipaumbele vya kitaifa. Ni kuhakikisha kuwa vipaumbele vya Wizara ya Afya Zanzibar na serikali nzima ya Zanzibar Bina kwa umuhimu katika mpango kazi wa Shirika la Afya Duniani. Kwa kawaida huwa mpango wa, wa Shirika la Afya Ulimwenguni huwa una unahusisha serikali, na ni kwamba unakuwa ni mpango pamoja kati ya shirika pamoja na na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo leo tuko hapa kuangalia mpango ambao eh, upo wa Shirika la Afya Ulimwenguni, na kuona namna ambavyo vipaumbele vya serikali ya Zanzibar vinaweza vika kuhusishwa kwenye hii mpango wetu kwa pamoja. Vigezo vyote vya maendeleo ya, ya katika sekta ya afya vitakuwa ni vile ambavyo viko kwenye mipango ile ile ya ya wizara ya afya na serikali kwa ujumla wake. Kwa hiyo sisi ndio vigezo ambavyo tutavitumia katika mpango wetu, hatutakuwa na vigezo ambavyo ni tofauti Tutamu... kwa pamoja tutaamua namna ambavyo Shirika la Afya Ulimwenguni linaweza likasaidia serikali ya Zanzibar kuweza kufikia vigezo ambavyo wao wenyewe wamejipangia. Mkurugenzi Sera, Mipango na Utafiti, Wizara ya Afya Zanzibar Abdul Latif Khatib Haji amesema lengo la kikao hicho ni kupitia taarifa kutoka vitengo na programu husika ili kuweka mikakati madhubuti ya kuimarisha utoaji wa huduma za afya. Aidha, amesema kupitia majadiliano hayo, wizara imepanga kuandaa mpango mkakati wa muda wa kati ambao utaainisha maeneo ya kipaumbele yatakayochochea uimarishaji wa huduma za afya kwa wananchi. tuko hapa leo e, baada ya hapo tutakuja na mpango mkakati ambao mpango mkakati huo utakuwa na na afua ambazo zita zitalenga katika ku, kuimarisha afya za wananchi wetu kwenye maeneo tofauti, ikiwemo katika kupunguza vifo vya mama na watoto masuala ya mifumo ya rufaa, masuala ya maradhi yasiyoambukiza pamoja na kuambukiza, pamoja na maradhi yasiyopewa kipaumbele, na maeneo mengine ya kuimarisha nguvu kazi kwenye sekta ya afya, pamoja na masuala mazima ya kwenye afya za jamii au community health system. Kwa hivyo haya ndio maeneo ambayo tutakuja tuta, tuta, tuta na mipango mikakati pamoja na zile afua za kufikia, eh, malengo ya, ya afya kwa wote ifikapo mwaka 2030 fedha wa kuanzia Julai Julai 2026 mpaka 2028 kwa muda wa miaka miwili. Baada ya miaka miwili tutakutana tuta tena kwa ajili ya kupanga vile vile miaka miwili ijayo. Kwa hiyo tutakuwa tunaifuatilia tuna, tuna, tuna, tuna au tutakuwa na vikao vya kufuatilia kila baada ya miezi sita kuhakikisha kwamba je, tunakwenda kwenye yale malengo ambayo tumejiwekea au pengine, kama kutakuwa changamoto zozote, ili kuweza kufanya reprogramming. Mkuu wa kitengo cha maradhi wasiokuambukiza Zanzibar, Dr. Omar Mohamed amesema wadau wa vitengo mbalimbali wamewasilisha maoni yao na miongoni mwa vipaumbele vya sasa ni pamoja na wagonjwa wasiokuambukiza pamoja na huduma za afya za uzazi mama na mtoto. Maeneo hayo yameonekana kuhitaji nguvu ya pamoja, kwani yanagusa maisha ya watu wengi, hususan katika jamii zinazokaa mbali na vituo vikuu vya huduma. Wadau hawa wameeleza kuwa changamoto hizi haziwezi kutatuliwa kwa upande mmoja pekee bali zinahitaji ushirikiano wa sekta mbalimbali pamoja na mashirika ya kimataifa. Tengo au kituo maalum cha ufanisi Center of Excellence of cancer treatment and control. Hii ni katika juhudi za wizara kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba matibabu ya saratani kwa jumla yanapatikana hapa Zanzibar. Hatukuwa na huduma za radiotherapy, matibabu ya mionzi na ambao ni muhimu katika matibabu ya kensa. Kupitia mpango huu ndani ya miaka miwili mitatu hii tuta tumejipanga kuhakikisha kwamba Zanzibar tutakuwa na kituo kama hicho na hii itasaidia kwamba kufanya Zanzibar iwe ni kituo kizuri cha kupata huduma za afya mbalimbali kabisa. Sisi kupitia mkutano huu ambao WHO tumekuwa nao nao tutakuwa nao kwa siku ya leo na kesho, tunatarajia kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana sana kwa sababu wao wanasema kwamba vipaumbele vinatakiwa vitolewe kwenye wadau husika na kwa hapo maana ni NCD na kwa hapo maana ni Wizara ya Afya, ni vitengo vingi mbalimbali, na sio kwamba wao ndio wanakuja vitengo kama hivyo. Kwa hivyo sisi, sisi, hiyo, hiyo hiyo ni, ni, ni hoja mzuri kwa sababu kile ambacho tunakihitaji ndicho ambacho WHO watashirikiana nasi na hilo limeahidiwa katika vikao ili kuhakikisha kwamba kweli tunatibu, au tunakwenda kwa mujibu wa vipaumbele vyetu. Kwa hivyo tuna matumaini makubwa sana sana, sana kwamba kupitia kikao hiki au mkutano huu wa siku mbili utazama tu ya kutusaidia kutufikisha pale ambapo tuna plani kufikia.